Huenda tukawa tunaifahamu au la, hatuifahamu. Watu walivuka kutoka Tanganyika, ambayo hata hiyo Tanganyika yenyewe haikuwepo. Hawa wajinga wazungu walikuwa mwisho kielimu. Ukikaa usiku utaona watu walioangamia duniani. Historia yake inarudi nyuma karibu miaka sitini na moja iliyopita, pale ambapo waasisi wa mataifa mawili walipoamua kuchukua udongo kutoka mataifa haya na wakauchanganya ili kutengeneza taifa la muungano. Hakuna siasa ya kweli kutoka nje, wawajibishwe kwa kutunga sheria, ndio wanaitesa dunia, kwana roho mbaya. Zanzibar wakati huo ilikuwa na watu laki tatu na nusu. Ni nani huyu? Ni mzee Mula Hasan, lakini wawasilia wake hutamkwa kama Hasan Muhamed Hassan, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tutakwenda kuzungumza naye kujadili na kuzungumza juu ya mafanikio, changamoto, historia, mustakabali, lakini pia ni kwa vipi kama kizazi cha sasa tunaweza kuutazama muungano, kuuenzi au kutafuta njia nyingine. Naitwa Nyamgumo Mahmud, nyuma ya kamera yuko Eze Films. Hii ni Dost Media.